Dashibodi yako itakuwa inaonekana namna hii baada ya kutengeneza. si cha kufanya, tutaenda kuangalia namna ya kuweka video yetu ya kwanza, namna ya kuweka video. Kama unavyoona skrini yangu kwa juu hapa, kuna alama ya jumlisha hapa katikati, nitaibonyeza moja kwa moja. Alama ya jumlisha nitakapoibonyeza, itakuja maelezo, namna ya create short, upload video hizi ni zile video fupifupi fupi za chini ya dakika moja. Baada ya hapo video nitachukua, nitachagua video, uh, video. Video ipi? Kuna video nyingi hapa, ndipo nazo nitachagua video hii hapa. Ah, ndugu mfuatiliaji hii ndo dashboard kama inavyoonekana ya YouTube. Kwa namna ya kwenda kuupload video yetu ya kwanza, nitagusa alama ya jumlisha kama unavyoiona hapa. Shagusa alama ya jumlisha itakupeleka sehemu ya kwenda kuupload ambayo itakuletea machaguo unataka ku create short, uweke video fupi. Tunapoongelea short ni zile video fupi chini ya dakika moja, ila tunapoongelea uh, video kama video ni video zile ndefu zaidi. Kwa hiyo nitabonyeza upload video, sawa. Baada ya hapo, nitaangalia video ambayo nipo nayo hapa, yoyote ambayo nitatamani kuitumia kwa moja kwa moja. Mimi nitatumia kwenye, ni video ambazo niko nazo hapa nazaNaweza nikachukua video yote kati ya video ambazo nipo nazo. Nitachukua video video hii hapa, sehemu se ya haja kubwa, kama una dalili kama. Nitakwenda nayo moja kwa moja hapa, taandika caption sehemu ya haja kubwa.